Vijana msipopiga kura manake ile nchi mnayoitaka nyinyi haitokuwepo. Ile nchi mnayoitaka nyinyi haitokuwa. Lakini uzuri wa vijana kuelimika ni kukimbia kuongopeka. Sasa shida kubwa tuliyokuwa nayo ni kwamba vijana mnaacha kuhudhuria kongamano kama hizi, na ndio maana tuna umuhimu wa kipekee wa haya tunayoyafanya leo. Na mimi nakuambia ku, na kuambia ni kweli. Sasa ukiona mtu anakuambia kwamba oh, sijui sisi Wakristo, sisi Waislamu, mwangalie kwa jicho la hatari. Mtu akikwambia wa sisi watanganyika sisi wa... mwangalie kwa jicho la hatari. Na haki ya Mungu nakwambie hii kauli yangu ya mwchu, mkiendekeza mambo hayo ya kipumbavu, nendeni mkaangalie Rwanda ya mwaka 93 walikuwa na watu wamekaa kama majirani miaka ishirini, wamekaa pamoja, lakini vita ilivyoanza wakaanza kuuana, wow. Tunatazamana, tunaombana maji na chumvi, lakini tuliuana wai. Sasa na huko mashuleni, Watanzania tumejenga kawaida ya kukaa na kusoma wote. Mimi nimesoma na Watanzania tangu primary mpaka vyuo vikuu vya makabila yote, na huu ndio umoja wa Tanzania. Na mimi sijawahi kumwangalia mtu nikasema huyu rafiki yangu kwa sababu Mchaga. Huyu rafiki yangu a, a, huyu rafiki yangu kwa sababu mimi na yeye tunaendana mambo yetu na huyu mwanake nampenda kwa sababu eh, mashaallah, sijaulizia kabila hapo bado, mimi nimemwangalia mwenyewe. Nendeni mkaishi na misingi hiyo, ili tutengeneze Tanzania ambayo ni ya kwenu, ya miaka 30 ijayo. Naamini kwamba kongamano hili limejieleza lime katika hatua hizo. Naomba nikupongeze sana Suraya na ushuhuda wako.